Hemedi Moshi ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Katubuka. Kumekuwa na zoezi ambalo limefanyika leo tarehe kumi na saba kuanzia majira ya asubuhi la kuja kukagua nani ana leseni na nani ambaye hana leseni ya biashara. Lakini tukumbuke hawa ni machinga. Eh, kuna utaratibu wa mtu kuwa na leseni. Ana uwezo wa kuwa na mtaji mkubwa kiasi gani ili aweze kuwa na leseni. Lakini kama sijasahau, mwezi wa kwanza mwaka 2025 kuna kikao kilifanyika ofisi ya mtendaji wa kata ambacho kilikuwa na lengo la kufanya tathmini kwanza kujua nani ana uwezo wa kukata leseni ya biashara na nani hana uwezo wa kukata leseni ya biashara. Lakini kabla kutekelezwa hayo tayari, ofisi ya biashara wa munisipa wanakuja kufanya ukaguzi na kufungia watu biashara zao, huu ni usumbufu. E, lakini pia hili halina afya nzuri sana. Warudi kwenye makubaliano kwanza, wafanye tasmini kujua nani ana uwezo wa kukata leseni, nani hana uwezo wa kukata leseni tofauti na hivyo maana yake ni kuleta mkanganyiko mkubwa kwa wafanyabiashara hawa ambao ni wajasiria mali wadogo wadogo kabisa. Walikaa kikao wakakubaliana kwamba watafanya tathmini mwisho wa siku wataitwa wale wenye sifa na uwezo wa kukata leseni. Lakini tathmini haijafanyika unakuja kufanya zoezi la kufungia watu. Sasa ni kitu ambacho tunaona kama kile utaratibu mzuri sana. Na hata uongozi wa soko unashangaa kuona kwamba leo zoezi linafanyika. Hawana taarifa kama wa kama kuna zoezi linafanyika leo. Sasa hatujui wao wametumia utaratibu upi.